Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya Dominika ya thelathini ya mwaka C wa Kanisa. Wazo letu la leo ni simama mbele ya Mungu, simama mbele ya Mungu. Masomo yetu somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Yoshua bin Sira, ile sura ya thelathini na tano aya ya kumi na mbili hadi ya kumi na nne na ile aya ya kumi na sita hadi ya kumi na tisa. Somo la pili linatoka waraka wa pili wa mtume Paulo kwa Timoteo ile sura ya nne aya ya sita hadi ya nane na ile aya ya kumi na sita hadi ya kumi na nane, na injili ni injili ya Luka ile sura ya kumi na nane aya ya tisa hadi ya kumi na nne. Wakati napitia haya masomo kuna mazungumzo fulani yalinijia kichwani mwangu niliyofanya na ndugu mmoja, kwa sababu aliniuliza swali siku moja. Ndugu mmoja aliniuliza swali ambalo linikumbusha mambo mengi sana, na nimelikumbuka mpaka leo. Yawezekana na wewe ushawahi kujiuliza au ushawahi kuulizwa ili swali ambalo niliuliza, niliulizwa swali lenyewe lilikuwa linasemaje? Huyu ndugu aliniuliza hivi, kwa nini Yesu anaruhusu sasa, kwa namna alivyosema, kwa nini Yesu anaruhusu kufuru juu ya Ekaristi takatifu juu ya mwili wake zifanyike? Ndio swali lake, ilikuwa ni hilo. Kwa nini Kristo anaruhusu Yesu anaruhusu kufuru juu ya Ekaristi takatifu juu ya mwili wake zifanyike? Nikamuuliza, kwa nini unasema hivyo? Kwa nini unauliza hivyo? Akasema, kwa nini sasa Yesu hatoi adhabu ya papo kwa papo juu ya wale wanaokuja kupokea ekaristi bila mastahili? Akaongezea tena hilo swali. Nikamuuliza, je, umejuaje kuwa hawa watu wanaokuja kupokea Ekaristi takatifu hawastahili? Akasema, wengi wanaokuja kupokea ekaristi takatifu, nafahamu maisha yao, nafahamu madhaifu yao mbele ya Mungu kabisa. Tukija wote hivi kanisani, wakati wa kwenda kupokea ekaristi, najua kabisa huyu astahili. Nikamuuliza, je, unafahamu mioyo yao mbele ya Mungu huyu kabla ya wao kuja kupokea ekaristi takatifu? Akasema, sifahamu. Nikamwambia, basi na wewe sasa ukienda siku nyingine kanisani usiwaangalie wale, usiangalie wao, bali jiweke mbele ya Mungu, na kaa mbele ya Mungu, na sali mbele ya Mungu, na ujiulize tena na tena, je, unastahili mbele ya Mungu? Nikamwambia, usiwaangalie wao wengine, simama peke yako mbele ya Mungu. Ndugu zangu inawezekana hata nyinyi mshe kuulizwa hayo maswali au mshe kujiuliza, kwa kuangalia maisha ya watu wengine kwa kuangalia watu nao wajua wanapokuja kanisani. Yaani tunapoenda kanisani unajikuta badala ya kujiangalia wewe unaangalia watu wengine unaangalia maisha ya watu wengine. Unaangalia wanavyosali, unaangalia wanavyoimba, unaangalia wanavyosifu wanavyotoa sadaka. Hafu unajiuliza, mbona kana kwamba hawa hawastahili kufanya anachofanya mbele ya Mungu. Yaani wewe unastahili, lakini wao hawastahili. Na ndio maana wazo kuu la Dominika hii ni simama mbele ya Mungu. Leo naomba tafakari, simama wewe sasa, simama mbele ya Mungu sasa, ili tuweze kuelewa, ili wazo linatoka wapi na mizizi yake iko wapi katika masomo ya Dominika hii. Tuanze kwa kuyaangalia kwa undani masomo yetu somo moja baada ya lingine somo la kwanza, kama nilivyosema, linatoka katika kitabu cha Yoshua bin Sira, ile sura ya 35 aya ya kumi na mbili hadi ya kumi na nne na ile aya ya kumi na sita hadi ya kumi na tisa. Hiki ni kitabu cha mwisho cha kikanuni kinachowakilisha hekima ya kiyahudi katika Israeli ni kitabu pia kinachounda sehemu ya Biblia ya Kigiriki, yani Septuagint. Kiukweli, kiasili kitabu hiki kiliandikwa kwa lugha ya Kiebrania. Kiliandikwa kwa Kiebrania muda mfupi kabla ya uasi wa Wamakabayo, yani mwaka 180 kabla ya Yesu Kristo. Kwa Kigiriki, kitabu hiki kinaitwa Sirak, Sira au Sira kinahusanishwa na huyu mwana wa Eliazari ambaye unaweza ukasoma habari zake katika kitabu hiki hiki, ile sura ya hamsini aya ya ishirini na saba au ile sura ya hamsini na moja aya ya ishirini. Kitabu hiki sasa kiliandikwa kufundisha juu ya hekima na namna ya kuishi vizuri katika ulimwengu huu ambao unapita. Kitabu kilifundisha kuwa hekima ya kweli imo katika Israeli iliyojengwa vizuri kuzunguka Torati. Sasa hekima sasa, kitabu ikiliamini kuwa ni kama sheria ya Musa ambayo inapaswa kumwongoza mwanadamu katika safari yake katika ulimwengu huu. Ndio maana leo sasa tunasikia jambo kubwa sana la hekima katika safari yetu ya maisha, kwamba mbele ya Mungu matendo au ibada za kidini bila bila hali nzuri ya ndani, yaani uchaji wa Mungu ni kama dhihaka, ni dhihaka kubwa sana. Matendo ya nje ni muhimu sana, kitabu hiki kinasisitiza leo kwamba matendo ya nje ni muhimu sana ila dini ya kweli inahitaji sadaka na toba vinavyoambatana na hali nzuri ya kimaadili. Somo la leo sasa, kwa undani kabisa, linasisitiza kuwa Mungu apokei wala akubali sadaka ambayo inatokana na dhuluma, vilio au uonevu wa maskini, yaani Mungu hafurahishwi na majitoleo au sadaka ambayo inatokana na unyonyaji au ukandamizaji wa maskini au haki za hawa maskini. Unachukua kutoka kwa maskini, unapeleka kwa Mungu. Mungu afurahishwi na matoleo au sadaka za namna hiyo. Kwa hiyo ukileta sadaka yako ukileta matoleo yako mbele ya Mungu na ukakumbuka kwamba nyuma yake kuna dhuluma, nyuma yake kuna vilio Elewa kuwa Mungu afurahii sadaka hiyo. Somo la leo linasisitiza pia kuwa Mungu anapokea sana sala za mtu mnyenyekevu, mtu mwenye moyo wa kutambua kwamba yeye si lolote si chochote mbele ya Mungu na kujishusha mbele ya Mungu. Sadaka zake, sala zake zinasikika sana mbele ya Mungu na Mungu anafurahishwa hivyo sasa hivyo sasa lazima kusimama mbele ya Mungu kwa sadaka safi, na lazima kusimama mbele ya Mungu kwa moyo mnyenyekevu, ili maombi yetu yaweze kupata kibali mbele ya mwenyezi Mungu. Sasa ni nani aliyesimama na namna gani ya kusimama? Kwa kuangalia maisha yako, somo la pili linalotoka waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timoteo ile sura ya nne aya ya sita mpaka ya nane na ile aya ya kumi na sita mpaka ya kumi na nane vimeeleza jambo kubwa muhimu sana hapa namna ya kusimama mbele ya Mungu. Mtume Paulo akiwa kifungoni huko Roma, anamwandikia kijana wake huyu aliyemlea kiimani aliye Efeso, Timoteo, waraka ulio kama husia ili kuzidi kumwimarisha na kumpa mwongozo katika utume akiwa karibu kumiminwa, akiwa karibu kuwawa, siku zake za mwisho zikiwa zimefika. Mara nyingi lisomo tunalijua sana na huwa tunalitafakari sana wakati wa misiba, na ujumbe mara nyingi umeandikwa katika mbao nyingi za makaburi tumeweka, kuonyesha kwamba huyu mtu amemiminwa, huyu mtu wakati wake wa kuishi umefika mwisho. Paulo akiwa katika hali hiyo, Mtume Paulo akiwa katika hali hiyo anaeleza maisha yake kana kwamba amesimama mbele ya Mungu. Anasimama mbele ya Mungu na kuangalia maisha yake. Anatafakari alipotoka, anaangalia alipo na anaona anakuelekea, lakini kitu cha furaha zaidi anaona kabisa mwisho ulio mzuri kabisa na kwa ukweli moyoni mwake anaona kuwa kuna taji analostahili kuvikwa nalo ni taji la haki moyo wake mbele ya Mungu anaona hicho kitu swali la kujiuliza mimi na wewe hivi ikitokea leo ndiyo siku yetu ya kufariki imefika je tukitazama maisha yetu tukiangalia tulikotoka tulipo na tunakoelekea tunaona nini? Je, tunaona taji la haki? Tunaona taji la ushindi? Tunaona taji la heri, au mbele yetu tunaona bado giza? Simama mbele ya Mungu na tafakari. Ikitokea leo umefariki leo, Mungu anahitaji roho yako, je, mbele yako unaona nini katika safari yako ya maisha kwa matendo yako, unaona taajimu la haki au unaona giza? Tafakari sana, simama mbele ya Mungu. Lakini kwa sababu sisi ni binadamu, wakati mwingine tunajisahau kusimama mbele ya Mungu au tunasimama bila kuelewa, na hapo tunakosa thawabu ambayo inatakiwa au ile neema ambayo tunastahili. Ndiyo maana leo Kristo anaweka mbele yetu mfano mzuri sana tunaohusikia katika somo la Injili, ile Injili ya Luka sura ya kumi na nane aya ya tisa mpaka ya kumi na nne. Anaweka mbele yetu namna ya kusimama mbele ya Mungu katika ubinadamu wetu, ili tustahili kweli kupata taji la haki na Mungu kweli asikilize sala zetu anaweka mbele yetu, tunawekewa mbele yetu watu wawili: mfarisayo na mtoza ushuru. Kila mmoja anaeleza ukweli wa maisha yake mbele ya Mungu. Kiukweli kabisa, kila mmoja anaeleza ukweli wa maisha yake mbele ya Mungu. Farisayo huyu anaenda mbele ya Mungu, anasimama mbele ya Mungu na anaanza kwa kusifu kwa shukrani anamshukuru Mwenyezi Mungu. Neno la kwanza analelekeza kwa Mungu kabisa, anamshukuru na kushukuru Mungu eh. Maneno sasa yanayofuata anayelekeza kwake mwenyewe, ashukuru kwa Mungu kwa rehema, bali kwa kujiona bora kuliko wengine, na hapo ndipo sasa kiburi kinapoonekana kwa huyu mfarisayo. Mtakatifu Augustino anasema kiburi kilibadilisha malaika kuwa mashetani, unyenyekevu uwafanya wanadamu kuwa kama malaika. Yaani, kiburi kilibadilisha malaika kuwa mashetani, lakini unyenyekevu unabadilisha mwanadamu kuwa kama malaika. Wa pili anayewekwa mbele yetu ni mtoza ushuru. Huyu anasimama mbali, hata awezi kuinua macho yake mbinguni. Anajipiga piga kifuani kama ishara ya toba na majuto akisema: E, Mungu uniwie radhi, mimi mwenye dhambi. Ni maneno mafupi sana sana, ombi hili fupi linapenya hadi mbinguni. Ombi hili sasa, niwambie ukweli, lina akisi kilio cha mzaburi katika ile Zaburi ya hamsini na moja aya ya kumi na nane inayosema, moyo uliovunjika na kupondeka, e Mungu hata udharau. Kweli huyu mtoza ushuru anaenda mbele ya Mungu na moyo uliopondeka wakati huyu mtoza uh, huyu mfarisayo anaenda mbele ya Mungu na moyo ambao ni kama niseme mwenyoka, moyo wenye kiburi. Ndugu zangu, kuna mengi sana hapa tunaweza tukatafakari, lakini leo jiangalie mwenyewe. Kama nilivyosema katika ule mfano uliotangulia, mbele ya Mungu unajiweka kama nani? Kama mfarisayo au mtoza ushuru? Unasimama kama nani mbele ya Mungu wakati wa sala zako? Mengi sana tunaweza tukatafakari na tukayangalia hapa, lakini tukiwa na wazo ili kusimama mbele ya Mungu naomba tafakari mawazo makuu madogo mawili, ambayo yatatusaidia katika safari yetu ya maisha. La kwanza, la kwanza, dhahabu ya tumboni isikutenge. Ni neno tu hili, dhahabu ya tumboni isikutenge. Ili kuelewa maana ya hiki ninachotaka kukisema naomba tuangalie vizuri au tafakari vizuri, ndugu zangu. Wahenga wanasema usitukane mamba aujavuka mto. Farisayo na mtoza ushuru wote walikuwa ng'ambo ya mto, hakuna ambaye alikuwa tayari amevuka. Hivyo unyenyekevu ulihitajika kwa wote. Hivyo ni kuombe sana katika safari yako ya maisha. Epuka roho ya kunyoshea wengine vidore, omba roho ya unyenyekevu. Dhahabu ya tumboni isikutenge. Ni kweli, ni kweli umebarikiwa vipaji mbalimbali mbali. Ni kweli maisha yako yana amani. Ni kweli umefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana. Ni kweli watoto wako wamesoma vizuri sana ni kweli kazini kwako unaheshimika sana. Ni kweli una cheo kikubwa sana. Ni kweli biashara zako zinaenda vizuri sana, ila dhahabu hiyo, dhahabu hiyo ya tumboni mwako isikutenge. Hayo yote umebarikiwa sio kwa ajili yako, bali kwa ajili ya kuwainua wengine, sio kwa ajili ya kuwatweza, au kwa dharau, au kuonyoshe vidole wengine, bali kwa ajili ya kuangalia wengine kwa jicho la huruma na kuwasaidia. Umepewa hayo yote kwa neema, unafanya hayo yote kwa neema. Waraka Mtume Paulo kwa Efeso ile sura ya pili aya ya nane wanasema, shetani akitaka kukuangusha, shetani akitaka kukuangusha anakuinua na kukupandisha, anakupa cheo, mamlaka na kila kitu anakupa mafanikio ya hali ya juu, lakini sasa ukishafika juu anaweka kiburi, na hapo ndugu yangu ndipo anguko lako linakoanzia. Shetani atakuangusha anakuinua alafu anaweka mbegu, anapanda mbegu ya kiburi. Ni kuombe ni kuambie, ukianza kujiona wewe ni bora kuliko wengine wewe ni mfanyakazi bora kuliko wengine, ukianza kujiona wewe ni mwenye akili sana kuliko wengine, ukianza kujiona wewe unapendwa sana kuliko wengine, ukianza kujiona kwamba unasikilizwa sana kuliko wengine, wewe ni mwenye maamuzi bora kuliko wengine, anguko lako lipo karibu. Shetani ameweka hiyo mbegu ya kiburi hapo kwako. Ukianza kujiona mimi familia yangu ni bora kuliko nyingine, mimi ndoa yangu ni bora kuliko ndoa za watu wengine, mimi biashara yangu ni bora kuliko biashara za watu wengine, mimi maisha yangu ni bora kuliko maisha ya watu wengine, mimi ni mtakatifu sana kuliko wengine Jua kabisa anguko lako lipo karibu. Ukianza tu kuona hizo dalili au kiisi hizo dalili, ujue anguko lako lipo karibu. Dhahabu ya tumboni isikutenge. Kwa nini nasema hivi? Naomba nikupe mfano sasa, ili uweze kuelewa. Mfanyabiashara mmoja wa madini alibaini kwamba katika eneo alilokuwa anaishi kuna panya ambaye ameiba au ameemeza dhahabu yake. Alishindwa kuelewa ni panya gani huyu, kwa sababu eneo lile kulikuwa kuna panya wengi sana. Hivyo akaamua kwenda kuita mtaalamu wa wanyama. Yule mtaalamu alipofika, akutumia nguvu sana, bali alisema, naomba yule panya aliyejitenga pembeni ambaye yuko peke yake, yuko pembeni ya kundi, naomba huyo apuliwe, uh, na apasuliwe, dhahabu iko tumboni mwake. Na kweli zoezi hili lilifanyika, na dhahabu ikakutwa ndani ya tumbo la huyu panya aliyekuwa amejitenga. Ndugu zangu, naomba nikwambie, ukijiona una dhahabu kwamba una mastahili unahitaji haki, utajitenga, na hapo ndipo utaumia na kuuawa utaangamia. Ukianza kujiona wewe si sawa na huyu au wale, utajitenga, na hapo utaangamia katika maisha yako. Ogopa sana sana kujiona una haki kuliko wengine, unastahili heshima kuliko wengine unastahili viti vya mbele kuliko wengine, unastahili kusikilizwa kuliko wengine, unastahili kupendwa kuliko wengine, unastahili kuliko wengine. Yani, mimi si kama huyu, mimi si kama, mimi si kama... ukianza kuwa na roho hiyo katika mazingira unayoishi amini kabisa, unajitenga, na hapo anguko lako linakuja. Ukianza kujiona wewe ni binadamu kuliko binadamu wengine wewe ni mtu kuliko watu wengine, wewe ni mheshimiwa kuliko heshimia wengine, wewe ni padri kuliko padri wengine, wewe ni mtakatifu kuliko wengine. Tayari tayari ile dhahabu ambayo Mungu ameweka ndani mwako inakutenga, utapasuliwa nawe utauawa, anguko lako lii karibu. Nikuombe sana Una dhahabu sawa, umebarikiwa sawa, ila dhahabu yako isikutenge na wengine. Epuka sana kuwanyoshea vidole wengine, kwa sababu wanasema unaponyoosha kidole kimoja, vingine vyote vinakuelekea wewe. Wewe si bora kuliko wengine mbele ya Mungu. Mungu amekupa dhahabu hiyo, Mungu amekupa vyote hivyo, kama alivyosema huyu mfarisayo, si kwa ajili ya kujisifu bali kwa ajili ya kuona ukuu wa Mungu katika maisha yako. Na utumie makuu hayo au ukuu kunyanyua wengine na si kuwa dharau. Mungu akikubariki, omba sana unyenyekevu. Wazo la pili ni inamisha kichwa aigni yako inamisha kichwa. Ndugu zangu, ukiangalia maisha yako na kuwa mkweli kama mtume Paulo, unaweza kuelewa kwamba ukifa sasa, nini unastahili? Ni taji gani unastahili? au ni kipi utapokea? Ni kuombe sana leo katika Dominika leo. Leo tunapomalizia huu mwaka, inamisha kichwa inamisha kichwa kama mtoza ushuru. Jipige pige kifuani kama mtoza ushuru, mwambie Mungu yaliyo moyoni mwako. Kuwa mnyenyekevu, jifunze fadhila hii ya kuwa mnyenyekevu. Wengi niwaambie ukweli, tunahangaika sana na kusumbuka sana kwa yale ambayo tumeyabeba katika historia yetu ya maisha kwa sababu hatujui namna ya kwenda mbele ya Mungu kama mtoza ushuru. Nikwambie leo ukiwa mbele ya Mungu, ili sala zako, maombi yako ya kubariki nawe utoke na amani kabisa mbele ya Mungu. Chukua falsafa hii ya mtoza ushuru. Usongee sana. Usongee sana bali jinyenyekeshe. Ichunguze, atu ya kwanza, ichunguze jipige pige kifuani, wacha lenzi ya jicho la kimungu iangalie ndani ya moyo wako, nawe kuwa mnyenyekevu kabisa. Wacha Mungu akuchunguze. Hatua ya kwanza, ipige pige kifuani, nyenyekea, wacha Mungu achunguze, jicho lake lichunguze, jichunguze hapo, inamisha kichwa. Hatua ya pili ili uweze kuonja baraka hii kama aliyoipata huyu E, mtoza ushuru. Hatua ya pili, sali sali sali, sio kwa kulaumu, sio kwa kulalamika, sio kwa kusema mimi ninatamani kuwa kama huyu, sio kwa kudai, bali kwa kuomba rehema, kwa kuomba rehema mbele ya Mungu. Hatua ya tatu, ipatanishe na Mungu, ipatanishe na Mungu, ungama dhambi zako mara kwa mara. Usiogope wala usione aibu, usione mashaka wala wasiwasi, kukimbia na kumkimbilia baba huyu mwenye huruma, kusimama mbele yake. Anakujua toka ndani, anajua madhaifu yako, anafahamu maisha. Simama mbele ya Mungu wakati wote, nichunguze, sali na ipatanishe na Mungu, uone jinsi gani Mungu atakavyokupa baraka. Mtakatifu Augustino aliwahi kusema dhambi yangu kubwa ilikuwa ni ile kujiona sina dhambi. Anasema kwa maneno yake kwamba dhambi yangu ilikuwa isiyoponyeka kwa sababu sikujiona mwenye dhambi. Ndugu zangu, kumbuka pia maneno ya Papa Francisco ukisimama mbele ya Mungu alisema, Bwana achoki kutusamee ni sisi tunaokata tamaa kuomba msamaha. Iko hivi, mtoza ushuru akuficha udhaifu wake nyuma ya matendo mema au visingizio, bali alijiachia mbele ya Mungu ili Mungu aweze kukubariki. Iachie mbele ya Mungu, nikwambie ukweli. Kwa kusema hivi, Mtakatifu Teresia mtoto Yesu alisema: lifti inayopaswa kuniinua hadi mbinguni ni mikono yako, e Yesu Alisali, lifti inayopaswa kuniinua hadi mbinguni ni mikono yako e Yesu, na kwa hilo sihitaji kukua, bali napaswa kubaki mdogo na kupungua zaidi. Ndugu zangu, ili uweze kupata furaha mbele ya Mungu, unahitaji kupungua zaidi ili Mungu akuinue zaidi, kama tulivyosikia katika masomo, unahitaji kupungua zaidi. Kiukweli hata katika maisha, ili upendo udumu zaidi ndani ya ndoa, unahitaji kupungua zaidi. Ili amani izidi kuwe kushamiri katika mahusiano yako unaoyaombea usiku na mchana unahitaji kupungua zaidi. Ili ofisini kwako unakofanya kazi kuwe na amani, unahitaji kupungua zaidi. Ili uishi maisha ya furaha zaidi na kuelewana na kila mtu, unahitaji kupungua zaidi. Na kumbuka, ili malengo yako wakati fulani yaweze kutimia jinsi vile unavyosali na jinsi vile unavyotamani, ni kwambie ukweli, unahitaji kupungua zaidi. Unahitaji wakati mwingine kukubali mambo yaende, jishushe na hapo Mungu atakuinua nawe utapata baraka na utapata kibali mbele ya Mungu na mbele ya macho ya watu, naye Mungu atakubariki sasa na hata milele. Amina. Simama mbele ya Mungu leo, Omba sana fadhila ya unyenyekevu. Omba sana Mungu akuepushe na ile hali ya kujiona wewe ni bora kuliko wengine, bali hali ya kujishusha. Na hapo utaona utapendwa si tu na Mungu, bali hata na binadamu wenzako. Watasema huyu ni mnyenyekevu sana, na hii roho inastahili, sio hapa tu inastahili kuwa hapa juu zaidi. Nawe utapanda katika kila kitu, utapiga hatua katika kila kitu ambacho unakitamani, nawe utamsifu Mungu milele na milele. Amina. Mungu akubariki sana. Tumsifu Yesu Kristo.